Habari yako, ndugu msikilizaji au mtazamaji wa chaneli yetu pendwa ya Dirisha la Dunia TV. Leo tutakuwa na mada itakayoweza kutuonyesha fursa zilizomo na vitu ambavyo unaweza ukavifanya vikaweza kukusaidia kukuongezea kipato. Najua watu wengi wamekuwa wakijiuliza kitu gani wafanye ili waweze kunufaika kifedha, lakini pia kimaisha yao pia kiafya, lakini wengi wamekuwa hawana majibu, kwa sababu wanapokuwa wakifikiria wanawaza kuwa na mitaji mikubwa, wanawaza nini cha kufanya, hawajui wapi wataanzia. Lakini leo nataka nikupe tu njia nyepesi kwamba hapo hapo ulipo una uwezo wa kuanza na kile ulichonacho mkononi mwako ambacho kitakusaidia kuweza kutatua changamoto ya kifedha kiafya na kimaisha kwa ujumla. Kuna mfumo ambao mimi nimejiunga nao unaosaidia watu wengi kuongeza kipato chao kila mwezi kwa njia halali bila mtaji mkubwa. Mfumo huu unasaidia kutumia bidhaa bora za kiafya, kujifunza na kusaidiana. Hakuna kuuziwa ndoto, ni kazi halisi yenye matokeo. Je, unataka kushiriki katika mfumo huu? Kama unataka kujua zaidi kuhusiana na mfumo huu ambao mimi nimejiunga nao, tafadhali hakikisha unasubscribe pia unabonyeza riki au unabonyeza namba ambayo inapita kwenye skrini yako, nami nitaweza kukuelekeza kitu gani nilifanya, na wewe, kama kitakupendeza, unaweza kufanya. Kumbuka tu kwamba mimi nilianza kwa hatua ndogo lakini kwa mwongozo mzuri na kwa kujifunza nimeanza kuona tofauti kubwa katika maisha yangu. Cha muhimu ni kuwa na nia ya kweli ya kubadilika na kuchukua hatua ya kujifunza kubadilisha maisha ya ndoto yako. Basi kama wewe ni mfuatiliaji wa chaneli hii ya Dirisha la Dunia TV na unahitaji mabadiliko ya kweli, basi hii ni nafasi yako. Piga simu au tuma ujumbe kwa namba ambazo zinapita kwenye skrini yako, kwani tuko hapa kwa ajili ya kukusaidia. Karibu.